Bible story hii inapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya 5 hadi 14. Ndugu mtazamaji, haujabonyeza video hii kwa bahati mbaya. Ni Mungu mwenyewe aliyekuchagua leo ujifunze kitu muhimu sana. Mungu anajua wewe ni kiongozi. Ndio, wewe ni kiongozi. Hata kama unajiona mdogo au hujiamini, bado Mungu amekupa nafasi ya kuongoza, labda nyumbani, kazini, katika eneo lako la kufanyia ibada, kijiweni au hata kwa marafiki zako, na usijali mada ya uongozi ni somo refu sana, nitakuja nayo kwa undani katika video nyingine. Lakini leo, hebu tujifunze kutokana na uongozi wa mfalme Farao na anguko lake. Kabla hatujaendelea na kuomba, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Siri za Ufalme ili uendelee kupata chakula cha kiroho. Hapa ni salama, ndugu yangu, Mungu yupo hapa kunena nawe. Uongozi wa Farao, mwanzo wa kiburi. Biblia inasema katika Kutoka sura ya tano, Musa na Haruni walienda kwa Farao na kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, waache watu wangu waende ili waniadhimishe jangwani. Lakini Farao akajibu kwa kiburi, ni nani huyu Bwana nimsikilize mimi? Mimi simjui huyu Bwana wala sitawaacha Israeli waende. Hapo ndipo tunamwona kiongozi anayejiona kuwa juu ya Mungu. Farao alikuwa na nguvu, mamlaka na utajiri, lakini alikosa hekima ya kumheshimu Mungu. Kiburi kilianza kumtawala. Na ndivyo kiburi kinavyofanya, kinapofunika macho yako, hata sauti ya Mungu huwezi kuisikia. Onyo kutoka kwa Mungu. Mungu alimwonya Farao kupitia Musa na Haruni mara nyingi. Kila pigo lilikuwa ni onyo, si azabu ya moja kwa moja. Mungu alimpa nafasi ya kutubu, nafasi ya kutambua kwamba yeye Farao si Mungu bali mwanadamu. Lakini Farao, kwa sababu ya kiburi chake, kila onyo aliliona ni upuuzi. Mara maji yakawa damu, hakusikia. Chura wakajaa, bado hakusikia. Inzi, tauni, barika, wadudu na giza, hakusikia. Hata alipowaona watu wake wakiteseka, bado alikataa kutii. Wapendwa, hii ni picha ya kiongozi ambaye moyo wake umejaa kiburi na ujinga. Anazani ana mamlaka yote, lakini amesahau kuwa kila mamlaka hutoka kwa Mungu. Uamuzi wa Mungu, anguko la Farao. Mungu alisema kupitia Musa, "Nitapita katika nchi ya Misri usiku huo na kila mzaliwa wa kwanza atakufa." Usiku ule kilio kilisikika katika Misri nzima. Farao akaamka akiwa amepoteza mwanawe wa kwanza. Kiburi chake kilivunjika, akaamuru Waisraeli waondoke, lakini moyo wake ukashupaa tena. Aliwafuata hadi baharini, lakini alipofika Bahari ya Shamu, Mungu akachukua hatua ya mwisho. Maji yale yaliyokuwa yamegawanyika yakafungwa tena, na jeshi lote la Farao likazama. Ule uliokuwa uongozi wa kifahari, wa mabavu, ukawa anguko la aibu. Funzo kwa kiongozi wa leo. Ndugu yangu Mungu anakuonyesha leo kupitia Farao kwamba kiburi ni adui wa neema. Uongozi bila unyenyekevu ni hatari. Kiongozi anayesikia tu sauti yake hupoteza sauti ya Mungu. Kama Mungu amekuweka mahali pa uongozi, hata kama ni kwa watu wachache, kuwa mnyenyekevu, sikiliza ushauri, omba hekima, tambua kuwa kila mamlaka ulionayo ni ya muda na ya Mungu. Ukiwa kiongozi mwenye heshima kwa Mungu ataendelea kukuinua, lakini ukiwa kama Farao, hata ukisimama juu ya kiti cha kifalme, mwisho wako utakuwa wa aibu na fedheha sana. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.